Kimsingi kabisa watawa wote na utawa wa aina yoyote, nyinyi mnamfata Kristo kwa karibu zaidi na mpate kuwa pale alipo, mkisimikwa katika mafiga makuu matatu: figa la utii, figa la usafi wa moyo useja, na figa la ufukara. Haya mafiga ndiyo yanayowasha moto mkali na kuwafanya nyinyi muive na kuendelea kumfuata Kristo kwa karibu zaidi. Hatutaondoka kamwe katika mafiga haya matatu na katika kumtukuza Mwenyezi Mungu kama tutajenga tabia ya kuongozwa na neno la Mungu daima, kama mtu mmoja mmoja na kama jumuiya. Hatuwezi kuhangaishwa na yoyote, kwa sababu neno la Mungu lina nguvu, liwajenge. Msiliachie. Neno la Mungu lina hazina ya kutosha na ulinzi wa kutosha, ni ngao na mwanga wa njia yako, tusilipuuze. Sio kwenu na sisi sote mapadri, wazazi wetu walelewa neno la Mungu. Ukipata nafasi ya kulipitia kila siku, sio tu katika kulisikiliza wakati wa ibada ya misa, sio tu katika kulisali wakati wa sala za kanisa, kuwa na Biblia yako ndani ya chumba chako andaa masomo hata ya kesho, kwa kulisoma, kwa kulitafakari. Halitatoka tupu, litakupa nguvu tangu usiku huo unaposali, litakupa nguvu ya kuamkia kesho.